Leo habari, ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nataka nielekeze jinsi ya kusoma meseji kwa njia ya WhatsApp iliyofutwa, yaani jinsi ya kusoma meseji iliyofutwa kwa njia ya WhatsApp, yaani mtu anakutumia meseji WhatsApp alafu anaifuta hapo hapo, lakini we ukahitaji uweze kuijua meseji hiyo iliyofutwa. Hebu hata mmoja, ili tuweze kuisoma meseji hiyo, au tujue jinsi ya kusoma meseji zilizofutwa kwa njia ya WhatsApp, utaenda hapa, lakini nataka nitoe mfano kwanza, mfano wa meseji ni hapo Hii ni simu yangu, lakini huyu mtu huyu hapa ananitumia message hii hapo, message hii hapa, message hiyo, bila shaka itafika kama jinsi inavyoonekana. Yaani huyu ametuma message huku, hiyo ndio message jinsi inavyosomekana. Sasa huyo kwanza nitakiwa afute message, yaani huyu nitakiwa aifute message, na huku itaonekanaje? Bila shaka unajua jinsi ya kufuta meseji, yaani una meseji unaiholdi kama hivi. Ukishaiholdi kisha itakuja option ya kuchagua kufuta meseji, kisha h mtu huyo atafuta meseji iliyoandikwa delete for everyone, yani delete for everyone. Aki delete for everyone, meseji hii itafutika, au sio, kama hivi jinsi inavyoonekana maana yake mtu huyu ameshafuta message na huku pia ishaftika. Yani huyu amemtumia message huyu na message hiyo ishaftika. Sasa ni jinsi gani unaweza ukaisoma? Sasa yani huyu hapa akaisoma hiyo message iliyofutwa, yani message hii unaweza ukaisoma kwa njia ambayo nitakuelekeza hapa. Ni rahisi sana, utaenda kwenye application ya Play Store. Bila shaka unajua application ya Play Store ni hapa. Hii ndo Play Store, kisha utakliki. Ukisha kliki sehemu hiyo, kisha utaandika maneno haya hapa, andika kama hivi jinsi nilivyoonyesha hapo. Umeone yani kama ujui kusoma vizuri hapo, we igilizia maneno kama hayo hapa. Nenda Play Store, kisha andika hivyo hivyo, kisha andika, utakuja hapa. itakuja app kama hii. Sasa hii app hapa kwangu imeandika open. Sababu imeandika open kwa sababu hii application mimi ninayo. Lakini kwa kuwa wewe labda hauna hiyo application itaandika hapa install, kisha utagusa ile neno install. Kumbuka umewasha data za internet hi? Uta download na ukisha download, kisha uta open hapo. Sasa twende tu open hapo. Gusa hiyo sehemu inaandiko open. Shagusa sehemu iliyoandikwa open, uta slide hapa chini, utaendelea kuskip. Kuna mshale unaonyesha hapo mbele skip. Kumbuka hii ni new vision. Uta skip. Uta skip. Uta skip. Uta skip. Uta skip. Uta skip kisha utakuja sehemu iliyoandikwa enable, no, enable permission Ukishakuja hapa kwenye enable permission, enable permission, kuna sehemu za kupiga tick. Utapiga tick hapa, utapiga tick ya hapa, yani uta notification access, kisha uta, uta access ya hapo. Ukishafanya hivyo, maana yake utaruhusu sasa hii application ni iwe na uwezo wa kusoma meseji zilizofutwa, au sio? Leo nilikuwa naelekeza application makini sana, au jinsi ya kusoma meseji zilizofutwa kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo ukifanya tu hivyo utakuwa una uwezo kusoma meseji hiyo iliyofutwa, lakini kupitia hii app, yaani meseji hiyo itakuwa inaingia kwenye application hii, au sio? Message hiyo itaingia kule kwenye WhatsApp yako alafu pia maana yake tayari utasha utakuwa usha enable na liusha access notification hapo kwa na huku itaonekana, sehemu ile andiko delete ile ambayo tulikuwa tume delete ile message itaonekana hapa kwenye app. Huwezi kushindwa kuunganisha kwa sababu ni kitu kirahisi sana. Lakini ndio jinsi nilivyokuelekeza hapa, ni rahisi sana wewe chukua hii application kisha utaiset. Basi nakutakia siku njema. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo tunaendelea katika